Joshua Mutale giza ndani kwa Awesu, anachezewa faul. Fiki kwa kipata Simba, Nouma, lile shuti ni noma Lilopigwa na Valentine Nouma. Kapiga shuti limekwenda nyavuni kinomanoma na kuanza kuwapa tabasa mashabiki wa Simba. Kipigwa friki kile imeenda moja kwa moja. Angefanya nini goalkeeper Ismail Saleh na kapi? Simba kwenye nafasi ya kutengeneza lingine tena anaingizwa ndani ku Nouma tena anaingiza ndani kwa Wesu na. Kalamu inakuwa ni ya kuandikia, lakini ukisikia karamu, kuna ara ni sherehe. Inatumbukiza ndani kule, wanajiweka wenyewe katika harakati za kuokoa, anajikuta na umalizia unaenda kwenye nyavu. Goli la pili, muda usiozidi dakika ishirini. Sixtus Sabilo katika harakati za kutaka kusaidia au kuokoa anakuta yeye mwenye ndio anauzamisha kwenye nyavu. Angefanya nini goalkeeper? Dieko aliupoteza ule Sabilo, na kwa Ateba amepita barua, barua amewekewa barua anaingia na ndani ya boxi. Edwin barua anaingiza chinichini kule kwa Teba. wanaokosa mpira ule bado meweka kwenye njia ukukua Omari Omari Omari naye anaweka kwenye njia inayotumbukiza kubwa ndani kule gonga, Ateba Lionel Cristiani Ateba Mbida, dakika 75, akiwanyanyua tena wana Msimbazi wana Lunyas, akimalizia cross maridadi kwa kichwa ile na kutumbukiza nyambuni, na kuiandikia timu yake goli la tatu, na burudani zikiendelea huku aliukosa mara ya kwanza. Kevin kijiri akamrudishia, omari Omari akaona yuko kwenye nafasi nzuri, akamrudishia kijiri. Kijiri akaiweka ndani ile, alioendelea Ateba Mbida akausukumiza kwenye nyavu na kuendelea kuutakatisha uongozi wa Simba kwenye mchezo mpaka sasa akiwa na magoli matatu.